Taswira ambayo sasa inanasibishwa na eneo la Tana River, eneo ambalo limekuwa kwenye ratiba ya maafisa wa serikali waliotwikwa jukumu la kuhakikishia kila mkenya usalama wake, kila mara wakifika hapa kwa rai wenyeji kudumisha amani na wakati mwingine hata kutumia vitisho sila haramu siweze kurutiswa kwa serikali. Serikali ikajizatiti hata kupeleka kikosi cha maafisa 1500 wa polisi kudumisha amani, lakini wapi. Hata mimi nilipigiwa simu na wananchi wakiteta ya kwamba wanajeshi wale wameletwa, wamezidi, wameleta mabaya, lakini niliona haya kwenda kwa runinga kusema haya. Licha ya kuwa wanasiasa wanasemekana kuchangia pakubwa katika mapigano haya, inasadikika kuwa wameshindwa kuzima moto walioanza kiasi cha kuwa hata wakifanya mikutano ya pamoja, na vilevile vile kuisihi serikali kuongeza idadi ya maafisa wa usalama, hatua hiyo haisaidii kwa chochote kile. Waweze kuwatumia hawa hii ngazi ya wazee uh, wa kutoka pande zote mbili ili waweze kutumika kuongea na jamii zao ili wasitishe mapigano, wangojee matokeo ya uchunguzi. Kiini cha mzozo wa mapigano kati ya jamii za wapokomo na Orma kinasemekana kuwa mseto wa swala la rasilimali. Ukisikia kuna crime imeingizwa, ng'ombe imeingia kwa shamba It ukisikia ng'ombe imedungwa imekatwa, It should be taken very seriously. Hizi ndizo crimes ambazo zinaleta fujo. Hapo viongozi wa eneo hili wanasisitiza kuwa japo wazee wanastahili kujadiliana jinsi ya kusuluhisha mzozo huo, serikali vilevile vile inastahili kuendelea na uchunguzi wake, ili wanaoeneza wa uchochezi wachukuliwe hatua za kisheria. Franklin Masharia, Citizen Nipashe.